shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, nipo hapa kwanza kuwapongeza ndugu zangu wa Ashabul Kahfi ambao ndio wanashughulikia mashindano ya Qur'ani ya kimkoa yaani mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kwanza nawapongeza kwa kushika umuhimu huu, takriban sasa tunakwenda katika mwaka wa kumi na walilahi, alhamdu tangu wameyashika mashindano yao na kupata hadhi ya kimkoa wamefanya vizuri sana. Mwenyezi Mungu awalipe kila la heri, lakini awape hima na kuwafanyia wepesi katika kushughulikia jambo la Qur'an. Nawapongeza Ashaabul Kahfi chini ya mlezi wao Mheshimiwa Waziri Jafo ambaye yeye siku zote amekuwa ni mwenye kujitoa kwa mali na hali zake na nafsi yake kuwashika mkono na kuwalea itakavyo kwa namna anayotaka Allah subhanahu wa taala. Ndugu zetu wa Ashabul Kahfi, hili ni jambo kubwa sana kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema, inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, hakika Qurani inaongoza katika kile ambacho kimenyooka sawasawa. Ndugu yangu mtazamaji wa video hii fupi, niko hapa mimi baada ya pongezi hizo na dua hiyo hukualika ili kuhudhuria pamoja nasi katika siku ya tarehe nane ya mwezi wetu huu wa tatu Ramadhani ya mwaka 1446 pale katika ukumbi wa mikutano, ukumbi wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere Dar es Salaam kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa sita na nusu mchana, kuja kuhudhuria na kushuhudia mashindano ya vijana wetu wakishindana kuhusiana na kukisoma kwa ufasaha, uhodari na ufanisi kitabu cha Allah subhanahu wa Ta'ala kwa njia ya mashindano ya tahfidhi chini ya ndugu zetu hawa wa Ashabul Kaf, mashindano yenye sifa na hadhi ya kimkoa, ambapo nami sheke wako nitakuwepo pale kukishuhudia mashindano hayo pamoja na mgeni rasmi. Insha allah tunatarajia atakuwa ni makamu wa rais wa pili wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Nikuombe basi wewe Dar es Salaam mwenzangu wewe mwenye jiji la Dar es Salaam hili tuhudhurie pamoja, hususan katika mwezi wa kuchuma, mwezi wa ziada, mwezi wa faida, mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao kwamba umegubikwa na rahma nyingi za Allah subhanahu wa Ta'ala. Twendeni tukakishuhudie kitabu cha Mwenyezi Mungu kikiwekwa kinyang'anyiro katika kushindaniwa, namna ya kuhifadhi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala anasema hii Qur'ani siku zote inaongoza katika kitu kilichokuwa kimenyoka. Ni matarajio yangu inshallah tukihudhuria tutaondoka pale hali ya kuwa sisi tumenyooka, nyoyo zetu tumenyooka, fikra zetu, lakini pia zimenyooka afya zetu, ili tuendelee kuishi kwa namna anayotaka Allah subhanahu wataala. Alhamdulillahi rabilalamin. Kama kawaida, pia tutakuwa na kauli mbiu ya mashindano yetu ya mwaka huu inayosema, Qurani ni amani, tuilinde amani. Lakini si hivyo tu, tutakuwa na dua kubwa kubwa sana ya kuiombea nchi yetu amani pamoja na kuwaombea viongozi wetu hususan mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutamwombea yeye na wote wanaosaidiana naye katika kazi kubwa ya kuliongoza taifa hili lililogubikwa na amani. Twendeni tukaisindikize amani kupitia Qur'ani. Qur'ani ni amani, tuilinde amani yetu. Namalizia kwa kukuomba ukumbuke maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala inna hadha alqur'ana yahdi lilati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira. Na sisi twende tukachukue malipo makubwa. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wal afwa.